Hey, hello, hello, ndugu Mtanzania. Um, ni kwa mara nyingine tena uh, leo tunaenda kuchambua soko hasa kwa leo kwa sababu eh, ni siku ambayo soko limeporomoka sana, eh, limeporomoka sana. Ikumbuke eh, kwamba kwa wale wote ambao mko kwenye magrupu ya WhatsApp eh, huwa wanajitahidi sana kuwa alert watu, naamini wote ambao kwenye magrupu la WhatsApp ambapo hata mimi mwenyewe nipo eh, wanafaidika na alert ambazo huwa anazitoa. Hizi alerti huwa zinawasaidia watu wengi sana kujua mwelekeo wa soko kwenye haya magrupu yetu. Kwa hiyo kama mtu haupo kwenye haya magrupu, ni kusihi sana uweze e, kuwepo haya magrupu ya cryptos mara ambayo yeah, yanahusiana na mambo ya sarafu mtandao e, kwa e, namna moja nyingine, nipo kuwapa alerti watu wanakuwa aware e, japo huwa tusemi ni ushauri wa kibiashara e, kwa kitu ambacho huwa nakitupia lakini E, kwa namna moja ama nyingine, e, jumbe ambazo huwa wanazituma kwa wale wote ambao wanahusika na mambo ya sarafu mtandao e, wanakuwa wanafaidika kwa namna moja ama nyingine kwa sababu inawatengenezea, nini inawatengenezea confidence sawa. E, kuna confidence ambayo watu wengi wanayo kwa sasa hivi kupitia magrupu ambayo e, huwa nimekuwa nikiyatupia. E, leo kuna leo tunatakiwa tujifunze kitu kimoja ambacho kipo kwa sasa hivi kuelekea au kuona uelekeo wa ili soko la sarafu mtandao wapi linaelekea, kwa sababu watu wengi kwa leo wamepoteza pesa zao kwenye uwekezaji wa sarafu mtandao. Lakini ni watu gani ambao wamepoteza? Ni wale ambao wana trade futures, wanao trade futures ndo kundi la watu ambao wamepoteza pesa zao kwa maana kwamba eh, huwa eh, ni option tunaweza kusema eh, ni option ambayo kwa kweli sio nzuri, eh, sio nzuri kusema ukweli, kwa sababu inachangia pakubwa kuleta hasara. Sasa kuna message ambayo niliandika asubuhi na mapema jana, niliandika hivi kabla. Yani soko lilikuwa na trade ya round eh laki moja na mia nne, laki moja na elfu nne Bitcoin tuchukulie mfano Bitcoin nikaandika hivi Sikiliza ninavyokuwa na waleti watu kwenye haya magrupu ya WhatsApp, nikaandike hivi, japo huwa sina tabia ya kuandika upande wa bearish. Tuna wiki mbili zijazo ambazo ni za maumivu makali mno kwenye soko la sarafu mtandao. Kwenye wiki mbili hizi kwenye pesa, e, wenye pesa ndio e, unaenda kuwa muda wao wa furaha kununua sarafu mtandao kwa bei ya chini sana, huku wale ambao wamehodi wakishuhudia kupata hasara kubwa e, kwenye mabano nikaandika e, keep holding e, nikaendelea kwa kusema usiogope, hii ndiyo maana halisi ya uwekezaji. Hakuna mteremko hapa, kila sehemu maisha ni magumu, wenye uvumilivu tu ndio wanaenda kuwa washindi. Ujumbe huu sio ushauri wa kibiashara, fanya utafiti wako binafsi. Maana kwenye kuchambua soko hakuna mtu ambaye atajiita ni pro, wote wanafanya ubashiri. Wenye kujua siri ya mwelekeo wa soko ni market makers tu. hao ndio watu pekee wanao, eh, wanaamua soko liende wapi mwisho. ukitaka E, ukitaka tuwe tunashirikiana kuangalia status za WhatsApp basi save namba hii. Nikaiandika hiyo namba na nikasema kwamba hakikisha unanifuata inbox ili na mimi ni kusevu jina lako. Hivi ndivyo nilivyokuwa nimeandika. Sasa huwa najaribu eh, kuandika kwenye magrupu pale napoona eh, uelekeo wa soko unaenda wapi na nikiandika hiki e kitu huwa kinatokea kweli, ni mashuhuda ambao wapo kwenye magrupu, kwa kitu ambacho huwa nakifanya. Sawa, na hivi vitu naandika, sio kwamba mimi ni insider wa same fulani. Hapana, ni uzoefu tu wa, wa kuangalia mwelekeo wa soko. Hakuna chanzo chochote ambacho mimi labda hizo taarifa nazipata e, maana watu wengine wanasema labda mimi labda ni insider. Hapana, mimi siko kwenye hicho kipengele, maanake wanaohusika ndo market makers, ndo wanajua soko. Lakini kumbuke kwamba, jamani, kwa kukazia hapa kwamba wanaojua mwelekeo wa soko ni market makers tu, wala sio vinginevyo. Sawa, uchambuzi wote tunaofanya hapa huwa tuna bashiri e, sio kwamba ni official, ya kwamba sasa tunachokuwa tunakichambua ni moja kwa moja e, kwamba ni ushauri wa kibiashara ya kwamba basi kinatumika moja kwa moja ukifanyia kazi. Kwa ndo maana huwa tunasisitiza sana kwamba nawe unatakiwa ufanye utafiti wako binafsi. Sawa. Lakini pamoja na hayo eh, watu wana wana nini ee, wako na hofu kubwa sasa hivi sokoni. Hofu imetanda kubwa mno kwa wawekezaji wote wa sarafu mtandao kwa sasa hivi e, kwa sababu soko limedampu sana e, soko limedampu sana. Kwa mfano nali Ethereum leo imefika e, dola elfu tatu na sabini dola elfu tatu na sabini Hii e, ni Ethereum kwa mporomoko wa leo umetokea kama unavyoona hapa. Sawa. Bitcoin na yenyewe ambao nao ni, ni kama ndo mfarume wa sarafu mtandao zingine e, nayo inaonyesha imeporomoka kwa kasi e, kama imefika hapa tisini na nne dola elfu tisini na nne. Sasa hebu tutaangalia hii kipengele cha Bitcoin Ethereum, pamoja na e, dominant. E, tukiangalia upande wa weekly chart, tukiangalia upande wa weekly chart tukitaka labda tuchambue hiyo e, Bitcoin upande wa weekly chart sawa. Weekly chart kuna gap hili hapa hili na liliona hili e, ambao tunakadiria sasa uenda Bitcoin inaweza kaja kulitest mazingira haya hapa e, kujaza hii gap ambayo imeachwa hii hapa sawa, ambayo ni 86, lakini sisi tunaweza tukakadiria mpaka 85 na tano, ndo tuchukulie hiyo sawa. Kama ulivyosikia hiyo message niliyosoma kwamba ndani ya wiki mbili hizi zinazokuja eh, ni wiki za maumivu makali sana. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, ambao ndo umewekeza eh, nikusihi kabisa kwamba hizi eh, wiki mbili tunaweza tuka experience eh, maumivu makubwa sana kwenye soko la sarafu mtandao eh, kwa lengo la wenda hii ndo naweza kusema kwamba, eh, the last clash. Eh, hii kusema kwamba inaweza kawa ndo eh, dampu ya mwisho ambayo Eh, watu wengi inaweza ikawatoa eh, kwenye mudi ya kuwa na imani ya uwekezaji wa sarafu mtandao eh, na ukumbuke kwamba hakuna kitu chochote ambacho ni cha rahisi kwamba eh, utaweka tu basi, wewe ukiingia asubuhi, jioni unapata pesa. Hicho eh, kitu ndugu mtazamaji, unatakiwa ukisahau eh, kwenye uwekezaji wote ule, lazima uvumilivu utumike Yeah. Kwa sasa hivi linaonyesha soko kama lina recover, lakini hili soko bado linatembea E, kwenda chini ndugu mtazamaji, bado linatembea kwenda chini e, kwenye weekly chart inabidi tulitesti ayo, e, haya mazingira e, ndugu mtazamaji, naomba uangalie vizuri e, kwamba ndo tutegemee soko lilitesti mazingira hayo hapo, sawa. Um, so let me do like this one mm. Nataka nikuoneshe hapa hapa kwamba tunategemea soko lije litesti hapa. Yeah. E, litesti mazingira kujaza hii fair value gap, tunaita FVG hii hapa e, kuna uwezekano hu huwa tunasema kuna uwezekano. Tafadhali sana huwa tunatumia uwezekano kwa sababu e, usijihakikishie sana kwenye soko la mtandao tunasema, huwa tunabashiri bashiri eh, mwelekeo wa, wa soko ndugu mtazamaji kwamba uh, huwa mara nyingi tuna, huwa tunabashiri uelekeo wa soko Sawa, hicho ndo kitu ambacho unatakiwa ukifahamu, lakini pamoja na kubashiri, ndipo hapo tunakotokea sasa. E, watu tunatofautiana viwango vya ubashiri, kwa hiyo hapa ndo hicho ambacho tunaenda kukitegemea. E, ndo maana tumesema ndani ya za wiki mbili, naomba uwe mvumilivu sana. Kwa kipindi hiki cha ndani ya wiki mbili ni kipindi kigumu sana, lakini e, ni kipindi ambacho huenda e, ndo hichi ukikichezea vibaya manake unaenda kujutia soko, bado linatembea hili, ndugu mtazamaji eh, bulani bado haijakamilika. Nisisitize sana kwamba eh, bulani bado haijakamilika, japo naendelea kukumbusha kwamba eh, kwenye uchambuzi wa soko huwa sio ushauri wa kibiashara. Unatakiwa ufanye utafiti wako eh, binafsi. hii, hii ni fedha kwa, ndo maana tunajaribu kutoa tahadhari, kwa sababu mtu mwingine anaweza kawekeza kwa pupa kisa tu mtu fulani amemsikia amesema. Hicho ni kitu kibaya sana kwa sababu hizo ni pesa, eh, na huu mfumo ni mfumo huru, kwamba kila mtu ana uwezo wa kuamua afanye nini. Ndo maana tunatumia eh, do your own eh, research okay. Kwa hiyo ndo kitu kama hicho hapo. Hii ni upande wa Bitcoin, ndugu mtazamaji, kama unavyoona kwa Key point, tunategemea kwamba ije li test mazingira kujaza gap hii hapa, sawa, fair value gap sawa. Hii e, imetokana na tunaita market imbalance sawa. e, kilichotokea ndo kitu kama hiki hapa sawa. um, tukija, e, tukija upande wa, nini wa Ethereum. Ethereum, sasa hii ndo tegemeo kubwa sana e, tegemeo kubwa sana nao tunategemea ijaze fair value gap hii hapa e, inaweza li test labda mpaka elfu mbili mia sita hapa unaweza kukadiria kwamba elfu mbili mia tano, kuna gap hapa tunatakiwa tuijaze. Sasa pamoja na hayo ee, Ethereum ndio koini pekee ambayo tunatakiwa tuitegemee kwa kiwango cha juu sana eh, katika kuhakikisha eh, kwamba inafika eh, dola elfu eh, tano. Ikifika dola elfu tano eh, mazingira kwa maana kwamba eh, mazingira labda haya hapa ndugu mtazamaji eh, kama unavyoona hapa, usawa huu, kama unavyoona na hiyo hiyo blue color, kama unavyoiona blue color, inaonekana hapo kwamba ikiwa angalau above basi, hapa e, tuamini moja kwa moja ni e, tunaita e, bull market kwa altcoin, e, tunaita altseason kwa kifupi. Sawa, ndo vitu ambavyo atakiwa tuifahamu. Kwa hiyo ndo tuna dream sawa, mm. Lakini kumbuka mada hii kie, nini hatima manake e, nini hatima ya hawa wawekezaji wa sarafu mtandao, hatima yake ni kwamba e, ni swala la kusubiria e, kwa mtu ambaye ume, umenunua hata kama uko kwenye loss, manake hakuna kilichopotea kinachoonekana hapo, utofauti ni thamani tu kwamba labda ulikuwa na dola mia moja sasa hivi labda inasoma dola eh, sitini, maana yake umepoteza tu samani lakini amount of coins ambazo umewekeza labda kwenye Bitcoin au kwenye coin yoyote bado ziko vile vile. Kama labda una coins unazo, labda tuchukulie unazo coins tatu bado unazo coins tatu, ambazo labda hizo coins tatu zilikuwa nasoma dola mia moja kama sasa hivi zinasoma dola sitini, hicho kitu usiki, usiumie sana ukaona kama basi ndo umepoteza. Cha msingi ni kusubiri, kwa sababu soko linaweza lika recover lita recover tu soko. Sasa hivi soko la sasa hivi lina eh, market sentiment yake yani, iko very powerful. Eh, iko, in, iko nzuri zaidi ukilinganisha na cycle iliyopita, kwa nita kwamba hii dump ambayo unaiona au clash unaiona isiku isikuharibie mudi isikuharibie mudi. Ngoja nione kama kuna watu tuko live hapa, ngoja nione kidogo Um, k okay. Na mimi tuko live tunaangalia ya ka, kwa mtu ambayo uko live, tafadhali sana unaweza ukakomenti komenti kama unakuwa wanasikiliza, kwa maana nizanikaruhusu na maswali eh, ba, ya tukiendelea sasa, ni kwamba hili swala ni swala la uvumilivu ambao linatakiwa. Kingine, kuna baadhi ya watu labda niongezee, kuna baadhi ya watu wanasema kwamba Uh, hii, hii ndo bear market. Kwa upande wa kwangu, mi nasema bear market bado sawa. Bear market bado, niseme tu kweli bear market bado ba. Kwa sababu gani? Kwa sababu hii Bitcoin dominance bado haijafika sehemu ambayo sisi tunastahili tuione hii Bitcoin dominance. Sawa. Angalau tuje tuione mazingira labda ya huku chini, chini ya eh, percentage ya hamsini Eh, lakini hapa bado iko juu sana. Sawa. Na bahati nzuri ni kwamba kwenye monthly chart eh, Bitcoin dominance natuonesha itaenda kudampu kwa kasi sana ndugu mtazamaji. Bitcoin dominance itaenda kudampu kwa kasi sana. Hiki ni kiswala ambalo natakiwa kukikumbuka sana. Sawa. Ni swala ambalo natakiwa kulizingatia sana ndugu mtazamaji eh, kwamba tunaelekea wapi. Eh, Bitcoin dominance inategemea kudampu kwa kasi ajabu sana. Hiki ndio kitu ambacho unatakiwa ukielewe. Sawa, kwenye monthly chart inatupa matumaini okay. Yeah, nazani ndo hivyo uh, kwamba cha msingi sahizi ni kuendelea tukuma mvumilivu ndugu mtazamaji, usiwe na haraka uh, usiwe na papala, mambo atajipa yatakuwa na mazuri zaidi sawa. Cha msingi hizi, ndani ya wiki mbili tuvumilie tu uh, tuvumilie kwa sababu huenda uh, ndo kipimo chetu cha mwisho kwenye hili soko la sarafu mtandao. Je, uvumilivu wetu uko mazingira gani? E, leo hii ni live ambayo ni ni maana tu nikuoneshe faster faster kwa wale watu ambao huenda saizi wamekata, e, wamekata tamaa hawana matumaini. Hakuna utajiri ambao ni mwepesi, na kingine chukulia vitu hivi chukulia kama biashara zingine zilivyo, usichukulie kama ni mfumo fulani wa wa kubeti, na mfumo wa kubeti watu wengi sana ndo umewaharibu E, wasiwe, na, wasiwe na ule uvumilivu ambao nina e, tunaita kwasema kwamba e, nina wasiwasi na watu wengi sana wanakuwa wanafikiria e, mazingira hayo, unaona. Kwa hiyo tukirudi um, sasa tunaweza tukarudi kwenye tunaita toto e, kuna hii toto excluding a Bitcoin Ethereum. Uh, hii ni total market cap. Hii ni total market ambayo inasoma bilioni 924, eh, nayo hii bado inatuonesha mazingira ambayo sio mazuri kushuka. Kwa hiyo tuvumilie tu kidogo, ndugu mtazamaji. Uh, mimi ndo nakusihi hatima yetu kwa, kwa yeah, eh, wiki mbili sawa so baada ya wiki mbili hizi, maanake kuna kitu fulani kizuri ambacho unaenda kukishuhudia ndugu mtazamaji. Hivyo ni muhimu sana ukawa mvumilivu kwa sasa hivi. Hii nayo inatembea, inaenda kushuka, kwa hiyo inaenda tu kama tunaetengeneza kulitest. Binafsi niendelee kukazia kwamba bear market bado kutokea. Eh, bear market bado nini bado kutokea ndugu mtazamaji sawa so, ya nadhani tuishie hapo. Kama kuna swali unaweza kauliza e, zeni tuendelee kuangalia bei zinavyotembea kwa sasa hivi. Nakuwekea nakuwekea hii nini hii total, tunaita total market cap excluding bitcoin and ethereum. Kwa nakuwekea hii chart kama unavyoiona ndugu mtazamaji, itakuwa inahama, tunaweka nyingine hivi hivyo, hivyo. Sawa, ndio kitu kama hicho hapo. Ya nadhani ni kuacha hapa, lakini kama kuna swali unaweza ukauliza e. Cha msingi kama ukuwa live moja kwa moja ni vema e, usikilize tena kuanzia mwanzo e, kuanzia mwanzo kuna kitu ambacho utakipata e, kusudi la hii live ya leo kwamba nini hatima? Hatima yetu ni kwamba inatakiwa tuvumilie e, ndani ya hizi wiki mbili tu, tujaribu kuvumilia, soko litakuwa la namna gani sawa? Ya, asante, nikutakie siku njema, bye.